Ningelipaswa kucheza ile mechi tena, ningelianza na kikosi kile kile. Nilifanikiwa kuisikiliza interview ya meneja mkuu wa klabu ya Simba Dimitar Pantev aliyofanyiwa na Azam Media leo hii ikisimamiwa na Baraka Mpenja, ambapo meneja, Dimitar Pantev kitu ambacho alikizungumza ni kama vile uh, kinaweza kuwakasirisha zaidi wana Simba lakini mwishowe akakisaisha. Meneja Dimitar Pantev alisema kwamba mfumo wake wa kutumia force number 9, yani namba tisa kivuli ambapo ametumia katika michezo mitatu yaani mchezo dhidi ya Singizini Hotspurs lakini baadaye akautumia dhidi ya JKT Tanzania, ambapo baadaye akaja kubadilisha na akautumia mfumo huo mara ya tatu katika mchezo dhidi ya klabu ya Petro Atletico de Luanda, ambapo Simba alipoteza kwa jumla ya bao moja sifuri. Pantevu amesema kwamba huo ni mfumo pendwa kwake, na anaamini huo ndio mfumo ambao ni bora zaidi licha ya kuto kumlipa kwa sababu wanaamini jinsi ambavyo wataendelea kuutumia ndivyo ambavyo wachezaji wa Simba wataendelea kuadapt mfumo wake huo. Na Pantev aliongeza kuwa ikitokea angeambiwa kwamba ule mchezo kati yake na Petro Atletico de Luanda ufutwe, alafu urudiwe tena hapa hapa jijini Dar es Salaam, basi angeenda na mfumo wake ule ule wa kutumia false number 9, ama namba tisa kivuli, kwa sababu bado ni mfumo ambao unahitajika kufanyiwa kazi na utakuja kumlipa baadaye.